Na naibu rais Kithure Kindiki amewataka viongozi wa kaskazini mashariki kudumisha amani ili kufanikisha maendeleo katika eneo hilo. Akizungumza eneo la Irunduki kaunti ya Tharaka Nithi baada ya kukutana na zaidi ya wakaazi 1,500 kutoka kaunti ya Isiolo, Kindiki aliwataka wakaazi hao kutangamana vyema ili kuhakikisha wanafanikiwa katika masuala ya maendeleo kikamilifu. Aidha ameendelea kutoa hakikisho mika ya mikakati ya serikali ya Kenya Kwanza kuhakikisha muundo msingi zaidi na maendeleo yanaafikiwa, ile miradi inaendelea, Kenya ingine ya maendeleo hata Isiolo inaendelea na ndio, na wasii, tuishi kwa amani, tusukume maendeleo yetu, na mtu asikuja kukudanganya ati mtu ya upinzani anakuja hapo na kiherehere na kimbelembele na meemee na ujuaji na wale wenye hiyo maneno, sio ati ni wageni Kenya, sio malaika, tunawajua na wamekuwa kwa viti kubwa, wengine mawaziri, wengine sijui nini. Na siku ile walikuwa na kirauni kwa kichwa, hakuna hata project moja ya Isiolo wametetea, wame ikafika pale Isiolo.